Kumekuwa kuzuri lakini pia hatukupanga mambo ya ushirika next mm -hmm. Na nilikuwa naona sijui tutaenda wapi hiyo ushirika ushirika eh. Sasa mnaweza kuja kwangu eh. Eh, mnaweza kuja kwangu, nitakuwa nitawasubiria huko okay yeah. Sasa juu amesema tutaenda kwake mm. Tunaesha panga kile tuta, tuta, nini tutahubiri huko Hakuna shida, tukifika mm. Tutakuja tutapangia huko e. Na ujue ushirika ni saa tatu asubuhi, tukupate tukupate. Sawa sawa, haya, asante. Asante e, sana. Sawa basi, ni msafiri poa, tunaonana kesho asante. Aya. Aya. Na ujaribu kupika Aya. kachai sawa, sawa. lakini Aya. Si lazima Aya. Kama hauna uwezo si lazima. Ah, lakini lazima nipike si kachai mchungaji, kuja tu kwangu mtoke hivyo. Sawa sawa, basi utabarikiwa tu na kuona tu kwa mtandao, aki niko tu hapa. Sasa singetoa kachai tu, tuchape kumbu tu. Unaona huku kwangu hakuna kachai. Lakini mama, we mama, kiafu unapenda uchoyo, uchoyo ah, ah, lakini mama alichoti venye unaniona mm. Hivi niko na stress, wacha tutaongea, lakini nataka unifungie tu hapa ndani, kwa kwa nini tena we, kwa nifungie tu hapa na nitakwambia baadaye, kuja kuja nupe

apate kama watu wa hawajakuja. Anatakanga akikuja apate ah wa wa, e, e. E. Hata ndio huyu amefika. Bwana atikie pasta. Amen. Hata tulikuwa tunauliza sana. Haujafika e. Asa, na Asante asa sana kwa sababu ya kufika. E. Time si nzuri. E. E. E. E. Eh. Mwenye nyumba hayo. Wacha tuone. Gani na kumefunga? Bogani imempata mpaka amefuga. Hebu niulize jirani jirani. Jirani yako yuko wapi? Ayuko huyu? Wiki mbili hajakuwa haya. Nasi tulikuwa naye jana tukipanga hey, um, ushirika tulikuwa naye wiki ama wiki. Ni aje washirika huyu hey. hey. ni hey. hey. Sasa kitu yenye tutafanya hatutakosa hmm, kushiriki mali hapa, lakini mtu anaweza semaje atakuwa alafu akose kukua kwa ushirika, naomba tuombe mali hapa. Sijari mm, lakini pasta hiyo sio vizuri alijua. Si yeye mwenyewe ndiye alisema ushirika ipo kwake? Sasa maana tumekuja hata, afadhali mungekuja kwangu hata mtoto wangu ni mgonjwa, mungekuja tu ku tukwangu. Sasa Biblia inasema tusilipishe ubaya na ubaya. Sisi tumekuja na naona kuna watu wengi wako hapa katika hii plot, tunaweza omba na pia hao wakasikia, eh, na wakabarikiwa kitu eh, eh, yenye iko, tutasoma neno la Mungu eh, na tutasoma katika kitabu cha Ayubu Ayubu kumi na nne mstari wa saba unasema ya kwamba kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena Amen. hata kama tumekuja na tukapata hayuko Amen. Bado kuna matumaini Amen. Na Ayubu alikuwa amepitia mambo mazito, watoto wake walikufa Amen. Ngamia zikaangamia ng'ombe zikakufa Amen. Kila kitu kikaangamia, hata mwili wake ukakuwa uka mdhaifu, lakini bado alisimama akasema, kuna matumaini katika mti ambao umekatwa unaweza kuchipuka tena Amen. Amen. Bwana sifiwe. Praise God. Amen. Yake sema tena wala machipukizi yake, haijalishi ni ushirika, haijalishi ya wetu tutakuombea. Baba, tunakushukuru, tunakuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu na wewe unatenda mema kwa wale ambao ni wako. Jehova, tunasema ni asanti ni kwa sababu ya huu ushirika, Bwana. Hata kama hatujapata mmoja wetu hayuko mahali hapa, Bwana, tunaliinua jina lako na tutazidi kuliinua, Jehova jile umetuambia ya kwamba baanda ya mti kukatwa Jehova mm. kuna macutukisi tena Jehova mm. Jire, tunajua ya kwamba hata kama tumekatwa hata kama mambo yetu yameenda baya mm. kuna siku mambo yatakuwa mazuri Jehova yes. Jire, unasema kila siku na mambo yake Jehova yes. Jire. Amen, na huduma mm. hii ina changamoto nyingi. Amen. akikuja umsalimie mwambie mm. tunampenda mm. na tunamwazia mambo mema mm. mm. eh, eh, eh. eh, bye, bye. bye. bye. bye. bye. bye.

tuambiana mambo ya changamoto na leo nimejionea. Kumbe, ndio hiyo ndioiyo changamoto inasemaje?